Kwa jina ninaitwa Hemed Ramadan Salum, ni afisa mratibu wa baraza la vijana Zanzibar, lakini kwa sasa na kaimu katibu mtendaji wa baraza la vijana Zanzibar. Kwanza kabisa vijana wanaweza wakapata fursa kupitia zoezi zima la uchaguzi kupitia mambo mbalimbali mbali. La kwanza wanapata ajira, ajira zinazotolewa na tume ya uchaguzi wakati huu wa zoezi zima la kujitayarisha na ile siku ya kupiga kura pamoja na matayarisho yake kiujumla, kwa maana hapa wanatengeneza ajira vijana wetu. Lakini la pili, vijana wanapata tenda kupitia kampuni zao tofauti ambazo wanazo printi zile fulana kupitia wagombea tofauti nchini, kiwagombea wa ubunge uwakilishi pamoja na wagombea wa uraisi hata na madiwani pia. Lakini vijana wanapata fursa kupitia ujasiriamali ambao wanaotekeleza, wanapata nafasi ya kuuza bidhaa zao ambazo aidha wanazozitengeneza wao au zile ambazo wanazofanya kwa njia ya uchuuzi kupitia mikutano ya kampeni, lakini pia kupitia maeneo tofauti ambayo wagombea wanawatembelea. Fursa nyingine, vijana wana nafasi ya kuelezea changamoto zao kwa wagombea, wakiweka matumaini kwamba zile changamoto zitakwenda kuleta fursa kwa baadaye katika maisha yao ambayo mbeleni wameweka matumaini. Lakini fursa nyingine, tukirudi kwenye ajira, vijana wanaweza kupata fursa za ajira ya muda kupitia mawakala wa vyama vya kisiasa tofauti, lakini pia kupitia mashirika ya waangalizi wa uchaguzi ambao wanaoalikwa wa ndani na nje. Naamini hayo ni maeneo mengi vijana wanaweza wakatengeneza fursa kipindi hichi cha uchaguzi. Lakini je, tujiulize, vijana hizi fursa wanaweza kuzipata kwa njia gani? Labda wanaweza kuzifikia katika katika njia gani wanaweza kuzifikia hizi fursa? Jambo la kwanza, unaweza ukasema kwamba kijana mwenyewe anatakiwa awe tayari. Na vipi anaweza kuwa tayari? Ashiriki moja kwa moja katika mchakato mzima wa kuzifikia hizo fursa. Ikiwa tume ya uchaguzi imetoa nafasi, basi awe tayari na naye kuapply, yaani kuomba yale maombi lakini jengine anatakiwa ashiriki moja kwa moja kuhudhuria katika ile mikutano, mbali ya kwenda kusikiliza, lakini atakuwa na bidhaa zake mwenyewe anazokwenda kuziuza, lakini pia kuzitangaza bidhaa zake. Wakati huo anaweza akatengeneza wateja wengi tu, kwa maana anatengeneza masoko yake na anajitambulisha, sio tu kuuza, mpaka kujitambulisha. Kijana huyu anaweza akafikia malengo yake lakini pia anatakiwa yeye mwenyewe kupitia ujuzi wake aliyokuwa nao anaweza kupeleka zile certificate zake katika maeneo au katika mashirika na taasisi ambazo tayari wamepewa vibali na tume za uchaguzi kushiriki kama waangalizi wa uchaguzi huu. Kwa hivyo, kama kijana mwenyewe anatakiwa zaidi ajitoe, awe na utayari wakwenda, sio kusubiri tukukaa nyumbani. Fursa haziji hivi hivi, fursa lazima uzichangamkie, lazima uziendee, lazima uzitafute kupitia vyombo mbalimbali vya habari, lakini kupitia taasisi mbalimbali mbali za wadau wa uchaguzi.